Imekuwa muda mrefu wametudanganya kwa muda ile, serikali walikuwa ndani, wakiwa ndani bado walipiga kelele, walipotoka nje bado wanapiga kelele. Na waswahili walisema, nikiwa ndani apiga kelele, akitoka nje ananung'unika, kisha sema nawe, ukipendwa mambo ni tu hapo sasa. Mwengi mutuse faya si jameni kasi keo faya oye. Bwana oye bwana asifiwe tena, hebu tusalimiane, salamu ya William Ruto, salamu ya William Ruto. Salamu ya William Ruto. Salamu ya William Ruto, nikisema harambee mnasema William Ruto. Nikisema William Ruto mnasema Arambe, Arambe. William Ruto William Ruto, mimi nataka niongee mambo mawili, kwa sababu tunaenda pale mbali. William Ruto amekuja hapa leo, mumemwona live live, ametuletea barabara barabara, mmeiona amjaiona? William Ruto amekuja leo hapa live live. Ametuletea title deed Mnakuja kupewa title deed. Wale wengine wakikuja hapa wakiwaambia wasi msichague William Ruto, mumwambie William Ruto alituletea barabara, we tuletee barabara yako vile vile ama namna gani? Tunataka siasa ya maendeleo, siasa ya kushindana maendeleo, sio siasa ya fitina na chuki na ukabila. Kweli si kweli? Mwisho nikimalizia, ni mneni mkalandi kama mneni ando makwa chomwizi bani mosi chomwizi bani boto umyoto na higi bwezi uu musumbi uyu ni mundu museo na nenda ni ne mwana wenu mutuike musumbi uyu nimumutuika mo, ka kana mumutuika nendaa mukuli sia ati nimukulie kana ndika mukulie ula wi nthini na ula wi nzai ula wawaa muyonu kambonii nenda mukulia